Leo tutazungumzia mikopo. Kama wewe ni mfanyabiashara, usije ukaingia kwenye mtego wa kukopa kabla hujapiga hesabu zifuatazo. Tutaanza kwa mfano mfupi. Unajua mfanyakazi, mtu aliyeajiriwa, kuna utasikia wanasema wengi, wanasema huyu ana ashuransi bwana, anafanya kazi, anaweza kukopa hata milioni 50. Unajua kwa nini anaweza kukopa milioni 50 au milioni 20? Ni, ni kwa sababu mwisho wa mwezi huyu ana mzunguko wa kiasi fulani. Ule mshahara wake ndio mzunguko wake kwa kazi anayofanya. Hivyo kuna wengine wana mzunguko wa 500, wengine milioni 20 hiyo ndio maana ukienda benki utasikia kwa mzunguko wako huo. Sisi tunaweza kukupa milioni 20, ukatulipa kwa miaka kadhaa. Sasa wewe ni mfanyabiashara ambaye una kiwanja au una shamba, una nini? Kitu cha kwanza lazima uangalie mzunguko wako kwanza. Kabla ya kuangalia lile shamba lenye hati au kiwanja au nyumba. Sio, na wewe unatoka unasema bwana, mimi naweza nikakopa bwana, na kiwanja au na shamba au na nyumba. Na ukikutana na afisa ambaye ana roho ngumu anakuambia kweli, unaweza kukopa kiasi gani? nakupa milioni 50. Unachukua nyumba na weka lakini je, kinacholipa deni ni nini? Ni nyumba? Ni mzunguko? Hiyo mzunguko wako wa mwezi ndio unaojitamani mkopo wako. Je, sisi tufanye biashara ndogo ndogo, tunaweza tukabaini mzunguko wetu wa mwezi ni shilingi ngapi? Na kama ni ngumu, unaweza kuingia kwenye mkopo mkubwa tu kwa sababu una kiwanja au una shamba au una nyumba. Hivyo kuna hesabu ambazo inabidi zifanyike za kimaunti na kimaususi, kabla hujaingia kichwa, kichwa kichwa kuchukua hela na watu kawaachia shamba. Au kawaachia kiwanja, au kawaachia nyumba ya watu. Watu wengi sasa hivi wakishamiliki viwanja au mashamba au nyumba wanatamba sana wakiamini kwamba wanaweza kukopesheka, na siku hizo kuna kasumba, ukiwa na hati unakopesheka. Hawakwambii kwamba kinachotakiwa kulipa mkopo ni mzunguko, huambii na wewe, unatafuta hati, unapata, unaingia benki, mtaka kuchukua hela, unapewa hela, lakini je, una mzunguko. Mzunguko kuisha hiyo hela au unataka kuikabidhi benki hiyo nyumba yako au hicho kiwanja chako? Hivyo kuna hesabu ambazo zinabidi zifanyike, umakini utumike pindi pale mtu unapotaka kuingia kwenye mkopo, hasa kama wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo ambayo unajifanya biashara kwa ajili ya kujikimu na kuisha watoto masivo utapeleka nyumba ya watoto benki na watoto atabaki wana pa kukaa au shamba la watoto atalipeleka benki, na kisha atakosa pa kujenga, kwa sababu hukujua kwamba kinachotakiwa kilipe kwenye biashara yako ni mzunguko wako. Mzunguko wako unabidi ujitamani mkopo wako. Je, mzunguko wako ukoje? Kama unataka kuchukua mkopo, niulize maswali haya. Kama unaweka hati yako ya nyumba, ya gari, ya shamba, niulize maswali haya. Ukishapata majibu sahihi basi amua kwenda kuchukua au kuacha kutulia kupambana na hali